Yo, ebana mambo ni vipi? Mambo ni gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, mdao wa burudani? Na leo story ambayo niko nayo ni kuhusiana na msanii wa Bongo Flava Ben Paul. Sasa hivi bana kupitia kurasa yake ya Instagram ameweza kupakia post ambayo post ni ya mtoto ambaye mtoto huyu ni mchanga kabisa, lakini pia kwenye uwanja caption hapa ameweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi. Freshly alive deeply loved it. Akawa ameandika June eh, 14 mwaka 2025, hashtag moyo, akaweka emoji fulani via E, kofia lakini pia akaweka hashtag e, mini me. Sasa, e, kulingana na post ambayo ameweza kuipost Ben Paul inadhihirisha kwamba sasa hivi ameweza kuwa baba baada ya kuweza kumpata mtoto wake. Sasa kunaanza baadhi ya comment nyingi sana za wadau wa burudani, wakiwemo baadhi ya watu ambao ni mastaa wenzake wa muziki wa Bongo Flava, hata pia Frida Man pia naye namuona hapa na akiwa ya makopa kopa lakini pia Oscar Oscar huyu, na tunafahamu kwamba ni mtangazaji lakini pia sasa hivi amejikita pia kwenye muziki wa hip hop, naye ameweza kutoa pongezi zake za dhati kabisa kwa Ben Paul. Lakini pia nawaona watu kibao kabisa kama vile MC Garabi, naye ameweza kuweka emoji fulani hivi za kupongeza kwa kile kitu ambacho e bana kimetokea. Ben Paul sasa hivi anaweza akawa ni baba tena, baada ya kuwa e, hapo awali kidogo hapo nyuma yeye yupo na mtoto wa kike sasa, sasa hivi ni mtoto mwingine tena na na kama inavyofahamika kwamba siku za hapa nyuma kidogo aliweza kutambulisha e bana mpenzi wake, lakini e, kwa kumficha ficha sura kidogo mpenzi wake ambaye ni mzungu yule lakini hakuweza e, kuonekana. Baadhi ya watu waliweza kujaribu kumchambua, lakini all in all mpaka sasa hivi hajaweza kujulikana kwamba ni nani, na Ben Paul ameweza kumficha mpaka sasa hivi. Nataka nikurudishe nyuma kidogo e, katika historia fupi ya Ben Paul. Ni kwamba Ben Paul bana alianza kuimba kipindi ambacho upo sekondari na baadaye aliweza kujiunga na Tanzania House of Talent THT, eh, chini ya lebo ya M Lab. Sasa ni kwamba baada ya hapo aliweza kuachilia album tofauti tofauti ambapo Maboma ilikuwa ni mwaka 2009 ambapo album yake ya kwanza kabisa ambayo aliweza kuachilia na ikiwa na nyimbo kama vile ningefanyaje na Samboila. Sasa mbali na hapo, 2014 aliweza kuachilia album ambayo inafahamika kwa jina la Sophomore ambapo aliweza kujizolea maarufu kabisa ikiwa na nyimbo kama vile jikubali na nyimbo kaza wa kaza, lakini pia e bana. 2015 mpaka 2017 the best of Ben Paul, kusema umaarufu ulikuwa ni wa kutosha kabisa baada ya kuachilia track kama vile moyo mashine, e bana, pete na track za kutosha kabisa. Flamingo mwaka 2023, albamu yake ya tatu kabisa ambayo iliweza kuwa na nyimbo nane, ambao uzinduzi wake uliweza kupangwa Oktoba 27 mwaka 2023 Dodoma. Sasa mafanikio ambayo Ben Paul alikuwa nayo, lakini pia bado ambayo yuko nayo kwa sababu track ambazo wametoka kuziachilia za kipindi hicho ni mpaka sasa hivi baadhi ya watu wakiendelea kuzisikiliza zimeonekana zikiendelea kufanya vizuri. Sasa kwa kuwa, kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani kuhusiana na hii situation zima ya Ben Paul kuweza kupata mtoto wake? Lakini pia unaweza ukatuambia kwamba ni wimbo gani ambao ni wa Ben Paul ambao unaupenda kinoma noma unaokubali? Drop comment yako kwenye comment hapo, utakuwa umetisha kinoma noma chao chao.